Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu ametujalia tena tumekutana katika darasa la leo, na inshallah, leo uh, tutakuja kufundishana dawa moja inaitwa pigo la wachawi Dawa inayoitwa pigo la wachawi. Kumekuwa kuna sintofahamu nyingi kuhusiana na masuala ya watu kulala kisha wakaota ndoto za hovyohovyo, e, lakini pia wengine wakiziona dalili zote za kuchezewa kichawi. Sasa, jambo lisilofahamika ni kwamba mchawi au wachawi wana matabaka mengi e, yaani ni kama vile tungesema labda askari wamegawanyika katika matabaka mengi. Kuna askari wa akiba ambao tunajua ni wale migambo wao na kazi yao. Kuna askari polisi, kazi yao kulinda mali na raia wake. Kuna askari wa JWTZ au JW, jeshi la wananchi lenye ni kulinda mipaka eh, hey, ya nchi, ndio kazi yao kubwa. Kuna askari wa... wa migration, mambo ya uhamiaji hayo, kwa wao watakuwa nakagua raia wote walioingia katika nchi hii, ni raia wa Tanzania au wengine wamejipenyeza. Kuna askari wa wanyamapori, wao ni kushughulika na masuala ya wanyama, kuwalinda wanyama mipaka kutokuingia na watu na kazi zao nyingine nyingi tu. Kwa hiyo kuna askari katika vitengo tofauti tofauti, na wachawi wako hivyo hivyo. Kwa hiyo, wachawi kuna wengine kazi yao ni kuanga, wengine kazi yao ni kuroga, wengine kazi yao ni kufanya uharibifu fulani, japo wote wanaweza wakafanya kazi ya aina moja, kama walivyo askari, kwamba wanaweza wakasema, bwana tuendeni vitani, wote saizi tunahitaji askari wa kwenda na vita. Hapo haitochaguliwa chini ni askari wa akiba, ni askari gani watachukua, askari wote waende. Lakini kila askari wana vitengo vyao. Na wachawi pia wanaweza wakatumika katika nyanja tofauti tofauti. Sasa, kuna kuna huyu mtu anaitwa Mwanga. Mwanga ni mtu ambaye yeye kila siku anatakiwa aende akafanye michezo ya kuanga angalau basi akishindwa kufanya kila siku, basi angalau basi kwa wiki hata mara tatu, na akiacha kabisa. Lazima ujue sasa, kuna wachawi wengine watakuwa wanisikia hapa sasa, she unambona, unavunja unatoa siri za kambi eh, kwa <laughs> mchawi ili maisha yake, au mwanga ili maisha yake awe na furaha na amani, hii mchezo ya kuanga lazima ifanye sana. Sasa kuanga kupo kwa aina nyingi. Sasa si atufundishani uchawi lakini moja ya dalili za kwamba wewe unawaangiwa ni pale unapolala unaota ndoto za hovyo, unaokimbizwa, mara unapaa ngani, mara siju sijui, unafanya kazi, mara mko katika vikundi vya sherehe, mnapika, mnakula nyama. Hizi habari hizi ni nzito sana. Ukiona unaziotaota mara kwa mara, basi ujue wewe unatumikishwa uchawini au wanakuja kukuangia hapo hapo. Sasa kukuangia, haijalishi tu kwamba wanakuja hapo nyumbani wanacheza na wanaondoka una, wakati wanakuchukua na unakwenda kilingeni, unafanya shughuli wanazozitaka wao, kisha wanakurejesha kinafsi, au tuseme kiloho, e. Kwa hiyo mwili unaweza ukabaki hapo kama kasha tu lenye aina kazi, lakini wao wakakuchukua kiloho kwenda ukafanya shughuli zao na wakakurejesha. Zamani sana miaka ya nyuma, sio sasa hivi, kuna watu walikuwa wanaamka. Unakuta mtu amelala ameoga vizuri, lakini anaamka ana vumbi, anaamka ana vumbi ile ya matofali ya kuchoma ngi, anaamka na anana, amechafuka kichwani. Yaani walivyokuwa wachawi wakatili wa kizamani, wanakufanyia vituko hivyo na wanakurudisha nyumbani hata bila kukusafisha watu walikuwa nenda anasombeshwa magunia huko mapolini, wanafanya kazi ya kubeba matofali ya ujenzi, anafanya kazi mbalimbali, naona mbali. Bwana ko hayo yote ilikuwa anafanyika na mpaka anafanyika ya yanafanyika, sema tu sahizi wametafuta tu taratibu mwingine ambao mtu anawangiwa lakini kushtukia inakuwa ni vigumu. Sasa leo utajifundisha pigo la wachawi. Yawezekana hii elimu ikaonekana kwako ni ndogo, lakini kama utaifanyia kazi, ipo siku utakuja kushukuru. Nakufundisha kadawa kadogo tu, na hii dawa ipo katika kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina uchawi, kitabu namba tatu. Kama una kitabu namba tatu, kasome kuanzia ukurasa wa 180. Ndio hiyo dawa ipo hapo hapo, imeandikwa pigo la wachawi. Cha kufanya kama unasumbuliwa sana na mandoto ndoto ya ovyo, au na isi, kuna michezo inafanyika hapo nyumbani kwako, na we hujui inafanyikaje na unaamka tu ni vituko vinaendelea, cha kufanya fanya yafuatayo. Tafuta vitu viwili tu, na cha tatu nitakuongezea. Tafuta kipande kidogo cha kitambaa cheusi, na vizuri kitambaa kiwe umekiogota e. Usichane kwenye nguo yako inayotoka ndani uta kitambaa utakachokutana nacho labda na njiani, barabarani, au katika madampo au majalala, hicho ni kizuri zaidi na kina siri e, kuna siri kubwa sana katika elimu za tiba. So ukisha kipata kitambaa cha kuogota, hata kama ni kichafu, wewe usijali, kisafishe tu vizuri ile vumbi, alafu chukua chumvi ya mawe punje tatu. Chumvi ya mawe ni ile yenye na mabonge mabonge makubwa, inakuwa na mabonge mabonge

Kisha ukishavipata vitu viwili, chukua kile kitambaa, weka yale madongi matatu ya chumvi ya mawe, funga pamoja. Ukishafunga pamoja, baada ya hapo, dondoshia tone la mafuta ya taa. Mafuta ya taa haya yana siri kubwa. Miongoni mwa asili za mafuta ya taa, yana mionzi maalum ya kukinzana na nguvu za giza. Pia hata chumvi ya mawe hii inayo mionzi maalum ya kukinzana na nguvu za giza. Na ukiwa hujajua faida ya chumvi ya mawe fuatilia clip zangu, nimefundisha elimu ya chumvi ya mawe, zipo clip tatu. Andika tu faida ya chumvi ya mawe au maajabu ya chumvi ya mawe hapa pa YouTube, alafu fuatilie kwenye zile clip zitakazotokea kwenye channel hii hii ya Tiba Facts Online TV, utakwenda kukutana na maajabu makubwa sana ya chumvi ya mawe. Kwa hiyo utakapokuwa unadondoshia lile tone la mafuta, kusudia vile unavyotaka, kwa sababu mchawi akija iweje Mfano, unaweza ukasema mi nataka nimuone, ehe. Lakini wewe kusudia vile unavyotaka kulingana na ule uharibifu. Lawezekana akifika ashindwe, michezo yake ibatirike, nguvu zake ziishe, vile unavyotaka kusudia chakusudia, alafu utakifunga vizuri cha kitambaa hicho alafu utakwenda kukiweka chini ya kitanda chako unacholalia, kile kitambaa ulichofunga ndani yake na chumvi ya mawe au chini ya mto. Mto kwa Kiswahili kingine ni mchegemeo. Maana unaposema mto, sio makabila yote au watu wote wanaoelewa Kiswahili wanaelewa ni kile kifaa au kile kigodoro godoro unacho chegemea wakati wa kulala. Sio wote wanaochegemea, maana mpaka hata uwe na uwezo wa kununua huo mto au mchegemea. Kwa hiyo chukua mchegemeo wote ule, weka ndani yake hicho kipande chako cha nguo kilichofungwa kwa kitambaa na ndani yake na chumvi ya maana. Basi mpaka hapo utakuwa umemaliza hilo. Ukifanya hivyo, hilo ni pigo kwa wachawi au kwa uchawi wa aina yoyote, lakini nini kinachotokea? Atakapofika pale, kwanza, kuna mionzi maalumu atakutana nayo, ambayo atakuwa kila kikusogelea anashindwa, kila kifanya vimboga vyake anashindwa na nguvu zake zinapungua. Kitakachomuokoa pale ni yeye kuondoka lile eneo na kutokufanya kile alichokuwa amekikusudia. Lakini pia mtu yoyote atakaekuja na nguvu za giza hataweza kufanya lile alilolikusudia akiwa katika kile chumba ambacho umeweka hicho kitu. Dawa hii inakwenda mbali zaidi, hata kwa wale ambao wanaibiwa na wale majini wa chumaulete. Maana chumaulete, ukisia chumaulete, ni wale majini wanaoiba pesa kutoka katika madro au masanduku ya pesa za watu au mikoba, wanakwenda kuwapelekea mabwana wao. Kwa hata kama wewe unahofia chumaulete katika biashara zako, fanya hivi hivi nilivyoelekeza chumvi ya mawe ila kitambaa cha kuogota a wakakutafutie majaralani kitambaa chochote cheusi, pochi yako au kwenye drawer unawekea pesa, kama ni biashara za duka au maeneo ambayo unahitaji kwamba unaweka pesa mf hakuna pesa takaobiwa kwa mazingira ya kichawi. Hili ni pigo la wachawi. Ukifanya hivi, utashangaa kuna watu watanza wakikutana nao, e, bala bala, kufyoza, usimani huyu. Unajua bahati mbaya wachawi wakija kwa kwa kushindwa au wakakutana na vitu ambavyo havikutarajia wanaanza kukuchukia, tena wasema yule ana jeni jeuri, yule ana kiburi, yule analinga, yule ni mchawi, kwa sababu tu wanapokuja wanashindwa kutimiza yale malengo yao walikuwa wamezoea. Labda kuja wanafika, wanakuchukua wana ukanyaga kanyaga, unawabeba mpaka shamba huko, unachukua mizigo zao, unapiga mipunga, unakata labda unavuna mahindi kwa mfano, a saizi kipindi cha mavuno ya mahindi, unachimba kalanga, unavuna kalanga, unachambua kalanga. Sasa vitu hivyo kila wakija wanashindwa kukuchukua, wanasema wewe ni nani, umefanya nini Eh, ni kitu ambacho watakuchukia sana. Jambo ambalo wao wanapenda wakija wakukute huko, sawa vile walivyokuzoea, wakuchukue, wakakufanyisha kazi then wakurudishe kabla alfajiri. Kwa hiyo hii ni dawa ambayo inaweza kukusaidia. Inawezekana wewe una kitabu unajui kusoma. Unajua, mimi nachoshangaa, watu wananunua sana vitabu wengi sana. Mpaka saizi kuna watu zaidi ya elfu moja wanaomiliki vitabu vyangu, sababu mimi rekodi kila anayenunua kitabu kwangu inanionyesha fulani kanunua vitabu vingapi, fulani kanunua vitabu vingapi, fulani na miliki vitabu vyote. Sasa kwa wale wanaomiliki tu vitabu vyote ni zaidi ya watu elfu moja mpaka saizi. Eh, ni watu wachache, lakini pia ni wengi. Mfano, ukiangalia channel inafuatiliwa na watu zaidi ya elfu ishirini saizi. Kwaona kwa sema elfu moja wapo wengi, ina maana hawa elfu tisa wote hawana vitabu. Sasa hawa watu elfu moja wanaosoma vitabu, ukichukua watu elfu moja labda unaweza kukuta ni watu mia mbili ndo wanavisoma vitabu vyote au wanasoma hata baadhi ya vitabu. Kuna mwingine amenua vitabu tu ameviweka kwenye simu yake, au mwingine ameprint. Ameviweka ndani hana haja. Eh, yani anaona kama vile amemaliza. Kumbe kununua kitabu bado haijasaidia. Yaani msaada wako wewe au faida ya kile kitabu ni wewe kukitumia katika kukisoma. Na kama una jambo umelisoma ukaona mbona hili sijalielewa elewa. Hebu hebu kulifanya hata majaribio. Kuna vitu vingine mtu anafanya majaribio katika watu wengi walionua vitabu kwangu, wengi wao wananipigia simu. Mfano, kikiwa kipindi cho cha ofa, wananipigia simu, na msheni, nahitaji kitabu fulani. Kitabu gani? Kitabu fulani. Kinauza shilingi ngapi? shilingi kadha, na namtajia, then analipia. Kabla hajalipia, anakuambia hivi: sheni, nimekufuatilia sana kwenye elimu yako, kuna vitu vingi nimefanyia majaribio, vimenijibu, nikaamini kwamba hii elimu kweli inafanya kazi. Sasa nataka vitabu, yani huyu mimi ananifurahisha zaidi kuliko yule anayenunua vitabu kabla hajafanyia majaribio, kwa sababu huyu mpaka ameamua kufanya maamuzi ya kununua kitabu, inamaanisha yeye huyu ameshaamini kwamba hichi kitu kinafanya kazi. Lakini nikutoe shaka, kila kinachofundishwa katika mitandao kijamii, japo siamini mitandao yote au chaneli zote zinafanya vizuri, lakini kiukweli mtu aweza akatoka huko alikotoka akaja kufundisha jambo la uongo wachache sana wanaweza wakafanya hivyo, ila binafsi naamini wengi wanachokifundisha ni elimu ambazo na wao wamejifunza wakaona wawasaidie watu. Kwa hiyo ukiona kama jambo limezungumzwa au limefundishwa ujalielewa, lifanyi hata majaribio tu kimya kimya, au ku fanya majaribio afu baki unasikilizia matokeo. Ukiona matokeo yametoka, basi iwekee vema, alafu ingia katika utekelezaji. Kwa inshallah, leo tutakuwa katika kitabu cha namba tatu, hicho cha majaji ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Tumejifundisha dawa ya pigo la wachawi, dawa ndogo sana ambayo hii mtu yoyote awe shamba, awe kijijini, awe mjini, awe katika jiji anaweza kuifanya cheli yapo au kwenye maduka yapo, chumvi ama kwenye masoko yote makubwa yapo, vitambaa hivyo vyeusi ndio unaweza kupita tu hata wewe mwenyewe dampo huko, au kwenye majalala ukaogota, au ukatuma watoto kukutafutia, kupata kitambaa chako ukafanya, kuliko kuendelea kuteseka na kuangishwa. Lakini pia kitabu hiki kina wale wadogo zake wawili, ambao ni maajabu ya mitishamba namba mbili na namba moja. Namba moja huwa kinauzwa shilingi elfu elfu saba namba mbili kinauza shilingi elfu kumi hichi huwa kinauza shilingi elfu kumi na sita Alafu kipo mkubwa wake kinatumia kina jina la mwongozo wa tabibu. Hivi vitabu vinne vina elimu zinazofanana zinazofananafanana, isipokuwa utofauti wa hivi vitabu vitatu vyenye namba moja, mbili na ispokuwa, ivi tabu, ivi, utatu, mmoja, mbina, tatu na hichi cha mwongozo wa tabibu chenyewe hivi viwili vi, vitatu vimeeleza ndani yake na miti imechambuliwa mti fulani unatibu, hivi, mti fulani unatibu, afu, then ukaja ukafundisha tiba tofauti tofauti, lakini hichi mwongozo wa tabibu kinyi kimedirect tu kwenye tiba maalum na miongozo maalum. Hakijafundisha miti yani kuichambua, labda mti una tiba hichi una tiba hichi una tiba yani, wewe mti mmoja uelezo matumizi yake zaidi ya 20 au, ma... au kumi. Hii kina direct kinaongoza tu sem fulani sem fulani. Kwa inshallah pia unaweza kupata vitabu vyangu vingine vya maajabu ya Qur'ani namba moja namba mbili Barati namba moja, namba mbili, abjadi, ulimwengu wa majina, vituko vyao, na furaha ya ndoa, vyote hivi unapatikana. Unaweza tukufaa, mawasiliano pitia namba zangu zinazoonekana hapo katika mkono wa shoto katika skini yako, ukanitumia ujumbe wa WhatsApp, sio nahitaji kitabu fulani, nitakwambia bei yake ni kadhaa, usifanya malipo unatumiwa kwa mfumo wa soft copy au PDF. Hii ni njia ya rahisi na salama na ya uhakika na nyepesi, kwa kufikishia kitabu ukiwa nchi yoyote duniani ndani ya dakika chache tu, unapata kitabu hicho na unaendelea kujisomea. Shala, mimi ni Ustazi Bashi, na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane siku sana, wakati mwingine. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu.